Haleluya, haleluya, haleluya! Eh, popote pale, eh, msikilizaji wangu unapo nifuatilia profeta Deo hapa, Mungu akubariki sana. Nichukue nafasi hii kukualika sana tuweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo tumeipata asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo eh, Baba tunakushukuru kwa sababu umetupenda na tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu, umetupendelea Roho Mtakatifu hata kuiona asubuhi ya leo. Macho yetu yanakutukuza utukufu wako kuona na kuona fadhili zako zilivyo nyingi na kuona mkono wako ulivyo wa ajabu. Baba, tunakuinua kwa sababu ya matendo yako makuu. Ishara zako ni kuu sana na utukufu wako ni mkuu, nasi watoto wako tumenyenyekea mbele zako. Roho Mtakatifu, tukisirehema zako. Tena Bwana Yesu, situache utukufu wako na enzi. Baba, idhirike na uweza wako Bwana udhirike, na nguvu yako Bwana idhirike asubuhi ya leo. Asante Roho Mtakatifu kwa neema kubwa na kwa utukufu wa ajabu. Jina lako litukuzwe na kuinuliwa, Mfalme. Jina lako litukuzwe na kuinuliwa, Jemadari. Pokea sifa na utukufu, Simba wa Yuda, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, tunaomba rehema tena asubuhi ya leo, tusamee na kututakasa kwa damu yako ya thamani. Hakika tunakuhitaji Baba yetu, maana hatuna Mungu mwingine zaidi ya wewe. Tunahitaji nguvu zako na tunahitaji utukufu wako wa ajabu, Baba usiyepungua. Baba mwema, ruhusu utukufu wako na nguvu yako tena, ruhusu nguvu zako na uweza wako tokao juu. Ruhusu nguvu zako na utukufu wako wenye kiwango kikuu. Jina lako litukuze na kuinuliwa, Mfalme. Pokea utukufu, Yesu Kristo mwana wa Daudi. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tumoja aseme amina, amina, amina, amina. Mungu akubariki sana popote unapofuatilia maombi haya. Ichukua nafasi kukualika sana uweze kushare eh, maombi haya apeleka kwa rafiki, jamaa, ndugu na itakuwa ni baraka nyingi sana kwa Bwana. Lakini pia akumbuka Eh, kama unapitia changamoto kadha wa kadha, basi share na mimi kupitia WhatsApp, tutaomba na mbingu zitafunguka, e, na tunakualika sana ili mkono wa Yesu uendelee kutenda kazi kubwa kupitia maombi haya. Asubuhi ya leo Bwana ametupa kibali sana kusimama na Zaburi e, ile 143. Eh, kuanzia ule mstari wa nane mpaka ule mstari wa kumi na mbili eh, lakini eh, isome yote na itakuwa eh, ni baraka nyingi tukisoma yote. Naomba nikufuatishe kusoma Zaburi hii. Biblia nasema e, Bwana usikie sala yangu, usikilize dua yangu, kwa uaminifu wako unijibu, uh, kwa haki yako wala usimhukumu mtumishi wako, maana kwako hakuna aliye hai mwenye haki. E, maana adui wameifuatia nafsi yangu, wameitupa chini, e, uz, wametupa chini uzima wangu, umenikalisha mahali penye giza kama watu waliokufa zamani. Na roho yangu imezimia ndani yangu, moyo wangu ndani yangu umestuka. Uh, nimezikumbuka siku za kale, nimeyatafakari matendo yako yote, na ziwaza kazi za mikono yako na kuonyeshea, na kunyoshea mikono yangu. Nafsi yangu inakuonea kiu kama nchi kame. E Bwana, unijibu hima, roho yangu imeregea. Usinifiche uso wako nisifanane nao washukao shimoni. Mstari wa nane, na mstari wa muhimu sana, unifanye kusikia fadhili zako asubuhi, kwa maana nimekutumaini wewe. Unijulishe njia nitakayoiendea, kwa maana na kuinulia nafsi yangu. E Bwana, uniponye na adui zangu, nimekukimbilia wewe unifiche unifundishe kuyatenda mapenzi yako, kwa maana ndiwe Mungu wangu. Roho yako mwema aniongoze kwenye nchi sawa. E Bwana, unihuishe kwa ajili ya jina lako, kwa haki yako unitoe roho yangu tabuni. Kwa fadhili zako utawakatilia mbali adui zangu na kuwaangamiza wote wanitesao nafsi yangu, kwa maana mimi ni mtumishi wako. A, Daudi anaomba maombi haya mazito, anaiona nafsi yake ambavyo imeficha kwenye shimo na anaona mateso ambayo anapitia yasiyokuwa ya, ya kawaida. Wakati Daudi anapita kwenye mateso haya, alifika mahali akaona wamemtia mahali penye giza mahali ambako watu wamekufa, umetiwa kwenye giza mahali ambako watu hawamuoni. Na haya ndiyo yamekuwa ni maisha ya kwetu ya kila siku. Umetiwa kwenye giza, hatima yako imeharibika, unaenda kazini, hakuna matokeo. Unapambana, unashangaa, unaishia hasara ofisini, unashangaa mambo yamekuwa magumu kila unachojitahidi kufanya kifanikiwe. Unapofika katika hatua hii unahitaji zaburi ya asubuhi Zaburi ya asubuhi inakupa mwanga mpya. Zaburi ya asubuhi inakupa neema mpya. Ndio maana mstari wa nane anaanza kuomba baada ya mateso, anasema unifanye kusikia fadhili zako asubuhi. Unifanye tena nisikie fadhili zako Mungu, unifadhili tena asubuhi. Glory to Jesus, anasema Mungu, naomba unifadhili tena asubuhi. Ni hakika tunahitaji kufadhiliwa asubuhi kwa sababu a, anasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana mwokoa nayo. Mahali pengine anasema eh, nateseka nyakati za usiku, lakini asubuhi yangu yaja. Kumbe asubuhi tunahitaji fadhili. Fadhili za Bwana kila siku asubuhi zitakuwezesha. Fadhili za Bwana kila siku asubuhi zitakubeba fadhili za Bwana kila siku kila siku asubuhi zitakuinua. Ndio maana nasema unifanyie kusikia fadhili zako asubuhi kwa maana nimekutumaini wewe. Unijulishe eh, nitakavyoenda kwa maana nakuinulia nafsi yangu. Anasema uniponye na adui zangu, nimekukimbilia wewe. Wewe unifiche. Asubuhi ya leo ninaomba fadhili za Bwana ziwe juu yako, Baba akufiche na kila aina ubaya ambao unafanya kazi asubuhi ya leo, bwana akufadhili, mbingu zifunguke, ufadhiliwe kila eneo, ufadhiliwe kila kona. Kufadhiliwa maana yake Mungu anakuletea fadhila wakati wewe e, umefika mahali umechoka, wakati umefika mahali umekata tamaa, wakati umefika mahali unaona mambo hayaendi, Mungu anaenda kukufadhili katika jina la Yesu. naenda kufadhiliwa tena kufadhiliwa tena. Mungu akufadhili tena asubuhi ya leo. Popote pale ulipo, naomba inua mikono yako, sema: Bwana Yesu, niko mbele zako asubuhi ya leo. Maisha ninayopita ni, ni sawa na Daudi alipokuwa anapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, kwenye uharibifu. Daudi aliomba, akaziomba fadhili asubuhi. Na mimi nasimama mbele zako Baba, ninaomba fadhili zako za, za asubuhi katika jina la Yesu ni fadhili. Loo Mtakatifu, inua watu wazuri watakaobeba ndoto zangu, watu wazuri watakaosimama na hatima yangu, watu wazuri Baba ni fadhili watakaoleta fedha kwa ajili ya mahitaji yangu. Asubuhi ya leo nifungulie mlango kwenye hatima za biashara zangu. Asubuhi ya leo nifungulie mlango kwenye hatima ya kazi ya mikono yangu katika jina la Yesu Kristo. Baba, zile fadhili za asubuhi zisipungue sana kwangu katika jina la Yesu Kristo. Anza kuomba fadhili za asubuhi. Fadhili za Bwana za asubuhi. Baba, kufadhili kama aliyemfadhili Daudi. Mwambie Yesu, naomba unifadhili, nifadhili kazini, nifadhili kwenye biashara zangu, nifadhili kwenye kazi za mikono, fadhili za asubuhi katika jina la Yesu. Nami ninakuombea mwanangu mpendwa, fadhili za asubuhi. Sawa sawa na Zaburi mia moja arobaini na tatu mstari wa nane na kuunganisha na, na, na fadhili za asubuhi katika jina la Yesu Kristo. Mali unapokwama, Baba akufadhili, watu wazuri akuletee, watakao watakawakufadhili watu wenye neema hawalete, watakao kufadhili, watu wenye ndoto nzuri hawalete, watakao kufadhili, katika jina la Yesu. Oremako rabasat rekandaramasuko rosakara mashaka ninaomba e Bwana, naomba e Bwana, roho wa ufadhili hawe juu yako, roho wa ufadhili haje juu yako katika jina Yesu. rosatara mando rekeri visiki roshandara masaka nguvu ya ufadhili ikae juu yako, katika jina Yesu. Neema ufadhili ikae juu yako, katika jina Yesu. Nguvu ya ufadhili ikae juu yako Yesu, Yesu, Yesu, wacha wacha wacha, Baba Yesu akufadhili katika jina Yesu. Ee Roho Mtakatifu, kwa nguvu zako na kwa utukufu wako, Baba ukadhirike, ukadhirike. Ukadhirike, Yesu fadhili mama huyu, fadhili baba huyu, mlete watu wazuri siku ya leo, watu wenye neema, watu wenye baraka, watu wenye kuinuliwa, mwinulie watu kwenye kazi ya mikono yake ofisini kwenye ndoa, kwa jina la Yesu Kristo, kwa watoto wako Baba akuunganishe, awaunganishe watoto wako na fadhili za Bwana katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, maana wewe ni wa kutufadhili, hatutapungukiwa kwa utukufu wako katika jina la Yesu. Sema amina, amina. Na sadaka yako, panda sadaka yako. Naomba fadhili za Yesu ziwe juu yako. Kila unapoamka asubuhi, omba fadhili za Bwana. Mwambie Yesu naomba unifadhili, utaona vile ambavyo Yesu anakufadhili na utaona mkono wa Mungu ukitenda kazi, utaona fadhili kwenye kazi, fadhili kwenye biashara, fadhili kwenye hatima yako, fadhili kwa watoto wako. Omba maombi haya. Soma Zaburi hii, itamke na irudie na Mungu wa mbinguni akubariki. Nikutakie asubuhi njema yenye baraka na neema nyingi na nikukaribisha sana katika madhabahu ya mlango ukombozi kwenye makongamano makubwa yanayoendelea ya hapa Gairo Morogoro nchini Tanzania. Wako mamia na maelfu ya watu wanakusanyika kutoka nje na ndani ya Tanzania. Mungu akubariki sana. Shalom shalom, shalom.